Karibu kwenye update za Ayo TV jina langu ni Millard Ayo. Na kazi yangu mimi siku zote ni kukurahisishia kukuletea taarifa mbalimbali. Inawezekana wewe ni miongoni mwa wakazi wa Dar es Salaam, inawezekana wewe ni mgeni pia, lakini unaitumia mara kwa mara barabara ya Morogoro ukitaka kuingia kwenye jiji la Dar es Salaam. Na hakuna ulazima sana wa kwenda mpaka Ubungo Mataa ndio uelekeo, unakoelekea una kama ni posta, kama ni Tabata, ama ni kama Mwenge. Lakini inawezekana pia umekuwa ukikutana na foleni za mara kwa mara kwa pale hapo tu unakaribia Kimara, nataka nikuoneshe njia ya shortcut ambayo unaweza ukaitumia wakati mwingine asubuhi au sehemu unataka kuwahi ukakwepa foleni ambayo inakwenda mpaka kwenye Ubungo mataa au kwenye mataa ya Ubungo. Ukifika Kimara, ni Kimara Baruti kuna barabara ya kuingia kushoto ambayo kuna Petro station ambayo iko ya puma pale. Aa, kabla ya hiyo petro station ndo kuna hiyo barabara ya vumbi ambayo inaingia moja kwa moja, utapita pita huko ndani ndani, utakuja kutokea kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, na baada ya hapo sasa unaweza ukaendelea kama ulikuwa unaenda Mwenge au unaenda posta ama unaenda sehemu nyingine Mikocheni na sehemu nyingine au Sinza, unaweza kukwepa foleni ya ile ya ubungo mataa. Ukiangalia vizuri kabisa, ya, ni barabara ambayo imetengenezwa, kipisi kingine kina lami kipisi kingine kina barabara ya vumbi, lakini ni hakika kama kuna foleni Ubungo, unaweza ukaikwepa hiyo foleni kwa urahisi zaidi, na ukarahisisha uka, uka muda wako mwingi sana ambao ulikuwa upoteze kwenye foleni Ubungo mataa. Check na hiyo kwa sasa. Hizo ni updates za Ayo TV, na usisahau kusubscribe kwenye channel ya Millard Ayo YouTube, bonyeza subscribe ili kupata notification ya kila video inayopanda au kila taarifa inayopanda kwenye channel ya Millard Ayo. Lakini pia unaweza kunipata kwenye app na inapatikana, application ya Millard Ayo kwenye Android pamoja na iOS, na hiyo itakuwezesha kupata notification za kila taarifa inayopanda kupitia kwa Millard Ayo. Usisahau pia kukaa karibu yangu kwa breaking news, Facebook, Twitter, Instagram na Snapchat, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo M I L L A R D A Y O.